Taarifa nyingine zinaarifu kwamba wafanyikazi zaidi ya mia nne wa barabara katika kaunti ya Pokot Magharibi wamegoma na kufunga barabara ya Kitale kuelekea Kapenguria hadi Lodwar, wakipinga malipo duni na mazingira mabaya ya kufanyia kazi. Shughuli za kibiashara zilikwama kwa muda baada ya wafanyikazi wa kampuni ya Uchina wanaojenga barabara kuu ya Kitale kwenda Morpus kuandamana na kuweka vizuizi katika eneo la Morpus, karibu na makao makuu ya kampuni hiyo. Wanalalamikia mishahara ya chini uko wa maji <clears throat> na usafiri kazini, kutotambuliwa kwa chama cha wafanyikazi, na kuhamishwa kiholela, na pia kutolipwa madeni ya mishahara yao. Tunataka tuchukue kitu sheria ifike mbele penye tafika, na naomba pia CS wa leba na social protection the former Machakos governor, Alfred Mutua, akuje kwa ground aongee na wafanyakazi. Hii ni project kubwa, it is an A1 road project all the way from Lamu to South Sudan. Kuna poor working conditions pia, hatuna clean drinking water as workers, tunateseka tunahangaika, alafu pia na safety, our workers hawatuangalii sana. Unajua unapata mtu like we have a recent case And your friend alipata ajali juzi. Lakini wanasema kwamba it is a matter of carelessness. Kampuni ya Chinese eh, ni kampuni yetu ambayo vile vile imetuajiri na unapata kuna malalamishi. Hata ndio ndio tuweze kuandamana hivi leo, tuko after our rights. Tumeandamana hivi leo kwa sababu ya kufuatilia haki zetu. Tumekuwa underpaid na na vile vile tumekuwa na na, na kukatwa masaa wakati wa kazi. Serikali ya Kenya pamoja na